Sio anayejaliwa katika kanisa na yule aliyekuwa na karama zile maarufu, alijiona yeye yuko juu kabisa na

asi ukiona okay, okay, bure kabisa, jua hiyo ni karama ya kutoka kwa Mungu, uyemee uipate, na Mungu awabariki sana. Okay. Amen. Amen.